Familia ya Migomba ikiongozwa na Baba Rida, Mama Mariam Ankoramso na wote ambao mmejumuika nasi hii leo kutoka Mwanza na kutoka kona mbalimbali za nchi hii na kuja kutukabidhi zawadi hii ya shilingi milioni 80 inawezekana isiwe na thamani kubwa sana milioni themanini, lakini kwa kuwa imetoka kwa wazazi na familia, basi inabeba ujumbe mkubwa sana kwetu, na sisi jukumu letu ni kwenda kuitumbua tu hela hii, na tusipangiane yako arobaini, yangu arobaini. Asanteni sana.